Burkina Faso, Mali na Niger zafuata nyayo za Burundi kutangaza kujiondoa moja kwa moja katika mahakama ya kimataifa ya uhalifu wa kivita na makosa ya jinai. Kwa kuwa Burundi ndiyo taifa la kwanza barani Afrika kutangaza wazi kujiondoa katika mahakama hiyo. Mnamo Oktoba 27 mwaka 2017, Burundi ilitangaza wazi kujiondoa katika mahakama hiyo, kwa kuwa mahakama hiyo iliandaa uchunguzi kufuatia matukio baada ya jaribio la mapinduzi la mwaka 2015. Mwaka huu 2025 Mali, Niger na Burkina Faso nazo pia zimetangaza rasmi ya kwamba zinajiondoa katika mahakama hiyo. Sababu ambayo imepelekea mataifa haya matatu kujiondoa katika mahakama hiyo, mataifa haya yanafahamisha kwamba mahakama hii ya ICC inawalenga viongozi kutoka katika mataifa ambayo yanatajwa kuwa ni mataifa masikini, kwenye mabano, mataifa ambayo yanapatikana katika ulimwengu wa tatu mataifa ambayo yanatajwa kuwa ni mataifa maskini ulimwenguni kulingana na ripoti za World Bank, huku ICC hiyo hiyo ikiwafumbia macho viongozi kutoka katika mataifa makubwa ulimwenguni ambao hukiuka haki za binadamu na wahalifu wakubwa, kufumbia macho kile ambacho huwa wakitenda katika mataifa mengine kama vile uhalifu. Na bila shaka inafahamika kimataifa ya kwamba kile ambacho viongozi hawa huwa wakitenda katika mataifa hayo huwa ni ukiukwaji wa haki za binadamu na uhalifu wa kivita , lakini ICC huwa ikifumbia macho viongozi hawa. Wa mataifa haya matatu wanadai ya kwamba ICC hakuna usawa, hivyo basi hakuna budi wao kuendelea kuwa wanachama katika mahakama hiyo. Utakumbuka mahakama hii ya ICC iliundwa mwaka 2002 na, na taifa la kwanza, na kukumbusha kwa mara nyingine, barani Afrika kujiondoa rasmi katika mahakama hiyo ni Burundi. Hivyo basi inatajwa katika mitandao ya kijamii Burkina Faso, Mali na Niger. Mataifa haya yamefuata nyayo za Burundi na kujiondoa pia katika mahakama hiyo. Je, unadhani ya kwamba ni sahihi kwa mataifa haya kuchukua uamuzi wa kujiondoa katika mahakama hiyo?